Karibuni sana wadau wangu, karibuni sana wadau wangu wa channel ya Mwalimu Fanuel Matabula Online Channel. Ni channel inatoa maudhui ya kihistoria, yaani maudhui ya historia ndiyo yako humu kwa lugha rahisi. Uh, historia ya mambo mbalimbali ndiyo mbali, inatolewa katika channel hii. Usisahau kusubscribe ili uweze kuwa wa kwanza kuona video inapokuwa inarushwa, lakini ku usisahau kushea, usisahau kushea ili tuweze kupata wadau mbalimbali, na usisahau ku comment kama una maoni ya jinsi gani e, inaweza ikaendelea au kurekebishwa maudhui yanayopatikana katika channel hii, basi napo unaweza uka comment ili tuweze kujua, e, kwamba una maoni gani? Comment ni kwa ajili ya maoni lakini share ni kwa ajili ya kupata wadau, na kusubscribe ni ili uwe wa kwanza kuona video itakapokuwa inarushwa kwa mara ya kwanza. Basi tunaendelea. Hii ni sehemu ya pili ya somo la historia ya mwingiliano wa jamii za Kiafrika kabla ya ukoloni sehemu ya pili hii. Kwa hiyo katika sehemu katika kipindi kilichopita tulishia kuzungumzia sababu za ki, kijamii zilizosababisha watu wakawa wanaondoka kutoka sehemu moja kwenda kuchanganyika katika jamii nyingine eh, ili kuweza kukidhi mahitaji yao, sababu za kijamii tulizosoma pale katika sehemu ya kwanza lakini katika sehemu hii basi tuta tutaangalia sababu za kiuchumi, tutaangalia sababu za kiuchumi zilizosababisha watu kuondoka kutoka sehemu moja kwenda kuchanganyika na jamii zingine ili kuweza kukidhi mahitaji yao. Sababu ya kwanza ya kijamii ya ki, ya kiuchumi, sababu ya kwanza ya kiuchumi ambayo ilisababisha watu kuhama kutoka sehemu moja kwenda nyingine ilikuwa ni sababu ya biashara, sababu ya biashara. Biashara ilikuwa ni sehemu mojawapo ya maisha katika jamii zilizokuwepo kabla ya ukoloni. Kama tulivyosoma huko nyuma, kulikuwa kuna biashara mbalimbali zinaendelea katika eh, jamii hizo, ikiwemo biashara ya kubadilishana bidhaa kwa bidhaa na baadaye baadhi ya madini na na vyuma vikatumika kama, kama ndio njia ya mabadilishano kati ya bidhaa na bidhaa na baadaye wakaja kwenye biashara ya watumwa. Basi biashara ilikuwa inaendelea. Sasa biashara, kutokana na kwamba Waafrika walikuwa kabla ya ukoloni walikuwa wanafanya biashara zikiwemo za kubadilishana bidhaa kwa bidhaa, ndio katika hizo biashara, katika harakati za kuendeleza hiyo biashara, walikuwa wanalazimika kuhama kabisa kutoka sehemu moja kwenda nyingine, kama tulivyosema huko kwa mwanzoni kwamba kuna watu walikuwa ni wahamiaji wa kudumu kabisa wanaohamia moja kwa moja, na kuna wengine walikuwa wanahamia sehemu kwa muda tu. Kwa hiyo hawa nao wafanyabiashara ni miongoni mwa wale waliokuwa wanahamia sehemu kwa muda tu. Sasa tuki kuzungumzia biashara ya masafa marefu ambayo hii biashara ya masafa marefu wale waliosoma historia kwa Kiingereza wanaita long distance trade, naona. Kwa hiyo hii biashara ya masafa marefu ni ni, ni, ni, ni biashara ambayo iliwalazimu watu waondoke kutoka sehemu moja kwenda nyingine kwa ajili ya kufanya biashara hiyo. Kwa hiyo sababu m, ya kwanza ya kiuchumi ni kwamba kulikuwa kuona E, mabadi biashara kubadilishana bidhaa kwa bidhaa na kubadilishana e, bidhaa kwa madini au vinginevyo, kwa sababu kuna, kuna, kuna baadhi ya madini yalikuwa yanatumika kama kama kama medium of exchange. Hapa tunaweza tukawa tuka, tuka, tunaona kwamba maeneo haya yaliyokuwa yanatumia madini ni yale yaliyokuwa maarufu kwa uchimbaji wa madini. Kwa hiyo walikuwa wanabadilishana na wengine, wakileta bidhaa zao wanabadilishana nao, wanawapa madini wao, wanawachia bidhaa husika. Kwa hiyo tunaweza tukaona jinsi mambo yalivyokuwa <coughs> ya, hiyo ni sababu ya kwanza ambayo ni tunasema ni biashara ambayo iliwatoa watu, wa watu sehemu moja kwenda nyingine kwa ajili ya kufanya hiyo biashara hasa hasa au hususan biashara ya masafa marefu, yani long distance trade. Lakini sababu ya pili iliyosababisha watu kuhusiana au kuingiliana kijamii, ni sababu ya pili ilikuwa ni kilimo na ufugaji. Waingereza wao wana neno lao moja wanaita agriculture. <clears throat> Sasa sisi Waswahili tunasema kilimo na ufugaji ni maneno mawili lakini haya, yani hajaweka kwenye neno moja kama wale, kama wenzetu eh, eh. Kwa hiyo sasa, kilimo na ufugaji, kwa mfano kwenye kilimo, yaani watu walikuwa wanatoka sehemu moja kwenda nyingine ili kuweza kusaidiana hizo jamii zilizokuwa zinahusiana. Jamii zilizokuwa karibu zilikuwa zinatoka sehemu moja kwenda nyingine kwa ajili ya kusaidiana wale waliokuwa wanaelewana, na nadhani mifano mifano iko mingi sana, na hata kama tukijaribu kuangalia asilimia kubwa kwa makabila kama kama Wasukuma hivi bado walikuwa nao ule mfumo wa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya kusaidiana. Yani kwa mfano wewe una shamba na una rafiki zako kama watatu au wa wanne, wana mashamba. Kwa hiyo nyinyi mna, mna mnaungana pamoja, kwanza mnaenda kwenye shamba la mwenzenu mnalima, mkimaliza Ehe, na wao wanakuja kwako wanalima, wakimaliza e, siku inayofuata mnaenda kwa mwingine mnalima, mkimaliza, inakuwa hivyo hivyo. Yani kama mko watano, ina maana mpaka mfanye mizunguko mitano, mnakuwa mnaenda mnalima kwa kusaidiana namna hiyo. Kwa hiyo hivyo navyo, hivyo ndivyo ilivyokuwa, na wao watu walikuwa wanafanya hivyo hivyo kipindi hicho eh, kwa jamii zile zinazozungumza lugha moja zinazokaribiana, walikuwa wanasaidiana kwa namna hiyo lakini ukiachilia mbali e, habari ya kilimo, wafugaji nao hawakuwa hawakuwa wametengana wame, wame wafugaji nao walihusiana wali na walishirikiana e, na ushirikiano wao ulikuwa ni kwenye kutafuta sehemu ya malisho, kutafuta sehemu ya maji, lakini pia e, walishirikiana kukimbiza wanyamapori au wanyama wakali ili hao wanyama wakali wasiweze ku wasiweze kuwadhuru wanyama wao au mifugo wao unaona, eh? Kwa hiyo hapa tunaweza tukaona kwamba kwa mfano kama Wamasai, morani lilikuwa ni kundi ambalo linalinda jamii, sio linalinda familia, linalinda jamii. Manake kila familia eh, walikuwa wanatoa morani kwa ajili ya kujiunga na hicho kikundi cha kwenda kulinda na ku eh, wakati mwingine kilikuwa pia na kazi ya kwenda kuchukua kuiba ng'ombe kutoka sehemu kutoka kwenye jamii moja kuleta kwenye jamii yao. Eh, sasa hapo ilikuwa mm, ni, ni, ni tofauti kwamba walikuwa naangalia wale watu ambao uh, sio wenzao. Maana Wamasai Wamasai ukiwa unatoka hata kama Wamasai akitoka Tanzania hata kama anaenda Kenya akikuta tu kuna sehemu kama kuna majengo yao yeye ya anafika tu anashuka anaingia yeye. Ye, kila sehemu ni nyumbani. E, wale watu wale wako vizuri, kwa hiyo walikuwa wanahusiana au wanashirikiana. kwa hiyo, uh, wana, wanahusiana, wana wa mtindo huo. Lakini pia ukiachilia mbali habari hiyo uh, kutokana sasa na huu uhusiano wa jamii au ushirikiano wa jamii za Afrika. Uh, hii ilisababisha kuna baadhi ya maeneo kukaa kuna watu wengi, msongamano mkubwa, wakaamua kuhama kwa ajili ya kwenda kutafuta sehemu nyingine. Uh, wapale wa milimani, wale waliamua kushuka maeneo ya chini chini kidogo kwa ajili ya kuweza kulima kwa sababu eh, nini watu walikuwa wameongezeka. Kwa namna ambayo uh, walikuwa hawapati maeneo ya kutosha ya kulima. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni sababu ya pili ya eh, mwingiliano wa jamii za Kiafrika kabla ya ukoloni. <tosilutu> Basi, hii sababu ya tatu uhum, na ambayo tutaishia hii kwa leo ni kwamba hawa watu walishirikiana na walihusiana eh, kwa sababu ya ugunduzi wa chuma. Ugunduzi wa chuma ulisababisha watu kuingiliana katika jamii, yani kutoka jamii moja kwenda nyingine na kuchanganyika kwa sababu kuna baadhi ya jamii walikuwa wanalazimika kuondoka sehemu pale walipo kwenda kutafuta chuma sehemu kilipo. Kwa mfano, watu waliweza kutafuta watu waliweza kutafuta waliweza kutafuta ee, majembe waliweza kutafuta baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa ni vya chuma. Hasa hasa wao wakulima walitafuta majembe, walitafuta mashoka, mapanga kwa ajili ya maandalizi ya mashamba na kwa ajili ya kulima pia. Kwa hiyo sasa, unaweza ukaona kwamba wa hali hii ina maana kwamba hao watu walilazimika kwenda kutafuta katika jamii za wahunzi maana eh, katika jamii za Kiafrika sio wote walikuwa na uwezo wa kufanya vitu vyote. Kuna jamii ilikuwa inajihusisha na kitu fulani na jamii nyingine ilikuwa inajihusisha na kitu fulani. Kwa hiyo jamii zilizokuwa sio za wahunzi, ni za wakulima, walilazimika kutoka pale kwenda kutafuta, kwenda kutafuta majembe kwa wahunzi mm-hmm, kwa wahunzi. Umeona bwana? Kwa hiyo kulikuwa kuna mambo kama hayo. Hiyo ni sababu ya tatu. Amba, ambapo sasa tutaishia hapo kwa, kwa leo kwa, kwe, kwenye swala la au kwenye jambo la sababu zilizo sababisha e, mwingiliano wa jamii za Kiafrika hasa e, sababu za kiuchumi japo ziko nyingine nyingi lakini tutaishia hapo kwa leo. Lakini kuna athari ehe, huu mwingiliano ulikuwa na athari gani? Tunaposema athari, maana yake tunazungumzia matokeo ya kuwepo kwa mwingiliano wa jamii hizo za Kiafrika, ina maana athari nzuri na athari mbaya. Kimsingi ni kusema tu kwamba e, hii hali au hiki hi kitendo cha kuingiliana kati ya jamii na jamii na kuchanganyika kwa ajili ya kufanya mambo mbalimbali mbali, na kushirikiana je, yeah. huu ushirikiano huu ulikuwa na matokeo gani? Mm -hmm. Na sababu ya uh, matokeo Jambo la kwanza ambalo lilitokea baada ya kuwa na huo mwingiliano na ushirikiano wa jamii za Kiafrika, jambo la kwanza ilikuwa ni kukua kwa biashara ya masafa marefu. Kwa mfano ile biashara ya kukatiza jangwa la Sahara, Trans-Saharan trade. Ehe, na, e, pia, hii ili, ili, ili, ilisababisha kukua kwa miji kama Bagamoyo vile Tabora eh, Kilwa, Ujiji. Miji yote hiyo ilikuwa kwa sababu ya uhusiano na ushirikiano wa jamii na jamii nyingine, yaani uhusiano kati ya jamii za Kiafrika zenyewe kwa zenyewe, lakini pia hata huko eh, maeneo ya Afrika ya magharibi kulikuwa kuna miji pia iliyokuwa mingi tu, lakini kwa ujumla tu ni kwamba e, hili hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi suala la kushirikiana kati ya jamii na jamii nyingine eh, ili, ilisababisha au matokeo ili, yake ni kwamba miji ilikuwa hmm? ikiwemo miji ya Gao ikiwemo miji ya Kumbi Saleh ikiwemo miji ya Timbuktu ikiwemo miji ya Taghaza na miji mingine ambayo ilikuwa kwa sababu ya, ya, za kibiashara, yani hii miji ilikuwa kwa sababu uh, huu uhusiano na ushirikiano kati ya jamii za Kiafrika uli, uli, uli, uli, ndo ulirahisisha swala la biashara kati ya jamii na jamii nyingine kwa hiyo, na maana kama ulirahisisha biashara kati ya jamii na jamii nyingine, hii ilisaidia ku ilisaidia kukua kwa hii miji. Sasa kwa sababu kokote kule kwenye biashara nzuri lazima e, miji itakuwa na miji ikikuwa, basi watu ndio e, wanakuwa wanatafuta soko, watu wanatafuta soko sehemu yenye watu wengi, watu wanakuwa wanakuja kwa ajili ya hizo biashara jambo jingine eh, ni kwamba jamii hizi baada ya kuwa zimeshirikiana eh, kwa, kwa muda, jambo jingine lililotokea ni kwamba maeneo yalikuwa yanajifunza mbinu mbalimbali mbali za kilimo na ufugaji. Maeneo mbalimbali yalikuwa yanajifunza eh, kilimo na ufugaji kwa sababu watu walitoka eneo moja kwenda jingine, wale hasa wale ambao walikuwa ni wahamiaji wa kudumu, walipofika kule aidha walijifunza au walifundisha mbinu nyingine za kulima e, na kufuga e, kama tunavyoona kwamba e, katika e, siku za hivi karibuni imefikia sehemu baadhi ya Wamasai nao wakawa ni wakulima na wafugaji pia, japo mashamba ni madogo kuliko ufugaji, lakini wakawa wanafanya kilimo na ufugaji mchanganyiko. Naona kwa hiyo sasa, hii, hii ilisababisha jambo hili la eh, maeneo fulani kujifunza, kujifunza au watu fulani kujifunza mbinu mpya za kilimo na ufugaji kwa sababu kama tunavyojua kwamba Wamasai e, kabla ya hawajajifunza masuala ya kilimo walikuwa ni wafugaji tu, yaani wafugaji ambao hawachanganyi kabisa hata na e, kitu chochote cha kulima. Lakini kadri siku zilivyoenda, baadhi yao wakaona e, waanze kufanya kilimo na ufugaji mchanganyiko wa kilimo na ufugaji. Ehe. Lakini sababu nyingine, sababu ya tatu ni kwamba uh, huu uhusiano na ushirikiano wa jamii za Kiafrika licha ya kuwa na, licha ya kuwa na matokeo mazuri, lakini pia uh, ulisababisha baadhi ya watu kupoteza mila na desturi zao, hasa wale wahamiaji wa kudumu walioondoka kutoka sehemu fulani kwenda sehemu nyingine na walipofika kule wakawa wameishi huko muda mrefu. Kwa hiyo kutokana na kwamba wameishi muda mrefu, wakawa wame wameiga mila na desturi za kule, na wakawa wame wamechukua na lugha za kule, kama sio kwa kuzichanganya na lugha zao, basi wanazichukua kabisa lugha za kule na kunakuwa wamezimiliki kama lugha za kwao. Kwa hiyo kwa wanapoteza utamaduni wao, mila na desturi zao, baadaye wanachukua utamaduni, mila na desturi za eneo walipohamia, na, na mfano mzuri kuna kabila wanaitwa Wambunga ambao walikuwa Ulanga, wapo Ulanga, Wambunga ambao hawa Wambunga zamani walikuwa ni Wangoni. Sasa kutokana na kwamba Kingoni kikachanganyika na makabila ya kule wakazalisha lugha nyingine au kabila jingine wanaita wanaitwa Wambunga, mm -hmm. Kwa hiyo tunaweza tukaona kwamba kunayo hiyo changamoto pia kwamba watu walipoteza utamaduni wao, lakini jambo jingine ni kwamba hawa watu kutokana na ushirikiano na uhusiano wa jamii uh, hii ilisababisha kuwepo kwa jamii mpya jamii za watu ambao kutokana na kwamba kuna lugha zilitengenezwa kikiwemo Kiswahili ambacho kilitengenezwa kutokana na eh, uhusiano na ushirikiano, uingiliano wa jamii za Kibantu, wakaamua kutengeneza Kiswahili. Kwa hiyo sasa eh, kuliku, kulitokea jamii mpya ambazo hizo jamii ah, kama tulivyosema mwanzoni kwamba hawajui kabisa kabila lao. Kwa hiyo hawa watu mila na desturi hasa kwa upande wa kabila lao, na maana makabila yao wakawa wamepoteza. Baada ya kupoteza wakawa wanatumia makabila, uh, wakawa wanatumia aidha makabila mengine au wakawa wanatumia Kiswahili, ambapo sasa hii athari hii athari bado ipo mpaka leo, tena kadri siku zinavyozidi kwenda hii athari ya kupoteza lugha mama inazidi kuwa kubwa, watu wanakwenda na Kiswahili. Mtu unakuta lugha yake mama inakuwa ni Kiswahili tu, yaani inakuwa kama Wazanzibari. Maana Wazanzibari wale hawana hata kabila kule, yaani makabila yapo, kwa maana ya kwamba ukiamua kuanza kumchambua mtu mmoja mmoja au jamii fulani fulani za huku za kule, utakuja kusikia kwamba kwa asili sisi ni watu wa kabila fulani, wengine Shirazi, wengine hivyo, wengine vile lakini wote ni waongea Kiswahili wote ni waongea Kiswahili. Kwa hiyo sasa hivi ndivyo ilivyo. Kwa hiyo hii athari mpaka sasa ipo tena ni kubwa, na ikitokea yani, mpaka itakapofika miaka mingi baadaye, tuseme kama thelathini inayokuja au arobaini, najaribu kuwaza, huenda utakuwa hakuna kabisa makabila kwa baadhi ya maeneo, yaani makabila yatakuwa yamebaki sehemu chache sana, inawezekana. Kwa hiyo ndio hivyo kwamba sababu, nyi, sababu hii bwana ni kwamba walipoteza mila na desturi na utamaduni wao wakachukua eh, mila na desturi na utamaduni wa kule walipokwenda. Lakini sababu nyingine na ya mwisho ni kwamba kutokana na ushirikiano na uhusiano wa Waafrika au jamii za Kiafrika kabla ya ukoloni ilisababisha au ilileta matokeo ya kutengenezwa kwa baadhi ya dola na himaya, ehe, kama tulivyokuwa tunazungumzia swala la e, kuwepo kwa dola na himaya mbalimbali mbali kwenye lile somo la, la historia ya utawala kabla ya ukoloni basi hivi ndivyo ilivyokuwa, kwamba baadhi ya himaya na baadhi ya falme zilikuwepo kwa sababu ya ushirikiano na mwingiliano wa jamii za Kiafrika kabla ya ukoloni. Kwa sababu kuna baadhi ya jamii eh, zilipokuwa zimeimarika, basi wakawa chini ya kiongozi mmoja, na hiyo ikawa ni falme eh, au himaya fulani. Kwa mfano kwa Afrika Mashariki kuna eh, himaya kama ya Wanyamwezi, Nyamwezi, Nyamwezi Kingdom. Ehe, lakini pia kuna Buganda na Bunyoro. Hizi falme za Bunyoro na Buganda ingawa ki, kiuhalisia ilianza Bunyoro kwanza. Ehe, ilipoondoka ikaja Buganda na mpangilio wake ule lakini yote hiyo ilikuwa ni kwa sababu ya kukusanya watu kutoka jamii mbali mbali ambao wamekuwa wakishirikiana na kuamua kuwaweka chini ya himaya moja na kuongozwa na mfalme mmoja, ambaye kwa Wanyamwezi ilikuwa ni mtemi, lakini kwa eh, kwa Waganda huko Uganda na Waganda na Wanyoro alikuwa omukama. Umeona he? Kwa hiyo sasa e, hii ilisababisha ili, ili tok kutokea kwa, kwa dola na himaya na falme mbalimbali mbali. Lakini hata Afrika Magharibi nayo ilikuja kutokea e, ile Ghana Ghana ilikuja kutokea lakini kulikuwa kuna Songhai na Mali. Hizi zote zilitokea zi kwa kukusanya watu kutoka jamii mbalimbali mbali, au kukusanya jamii mbalimbali za mbali Kiafrika kuziweka pamoja kuwa chini ya kiongozi mmoja eh, kuwa chini ya himaya ya mtu mmoja au uongozi wa mtu mmoja aliyeitwa ni mfalme, ambapo kila, kila himaya ilikuwa na title yao, kila himaya ilikuwa na title yao. Naona bwana <mimu> kwa hiyo, hii ilisaidia. Hii tunasema kwamba hii ni athari nzuri, au haya ni matokeo mazuri kutokea kwa himaya na falme mbalimbali, hii ilisaidia. Kwa hiyo, miongoni mwa sababu zote hizi, mbaya ilikuwa moja tu ya kupoteza mila na desturi na utamaduni kwa hizi nilizo zizungumza, japo kuna nyingine mbaya zipo, hatuwezi kuzi, kuzi, kusema kwamba hazipo, zipo nyingine eh, eh, kwa sababu kwa mfano kama vile changamoto ya watu kuwa wengi na kuanza kugombea rasilimali ikasababisha eh, vita ya wenyewe kwa wenyewe eh, eh, kwa mfano kama tukisoma au tuki tukizungumzia habari ya wangoni kule Afrika ya Kusini baada ya Shaka Zuru kuona kwamba baada ya Wangoni kuona kwamba Shaka Zuru wanawanyanyasa, basi wakaamua kuondoka zao, lakini hiyo yote ilikuwa kwa sababu kulitokea himaya hiyo ambayo ilikuwa inaiongoza. Hiyo Shaka Zuru isingekuwepo, basi Wangoni wangekuwa kule hadi leo. Basi baada ya kusema hayo, niseme kwamba ninawashukuru sana wadau mnaofuatilia channel ya Mwalimu Fanuel Matabula online channel. Na kwa hapa niseme kwamba niishie hapa kwa sasa, kutane katika kipindi kijacho ambapo tutakuwa tukizungumzia e, mambo mengine. Hapa sasa hivi tumezungumzia habari ya sababu za sababu za kutokea kwa au sababu za kuingiliana kwa jamii za Kiafrika na kuhusiana lakini pia tumezungumzia uh, matokeo sasa ya huo mwingiliano na uhusiano na ushirikiano wa, wa, wa jamii za Kiafrika kabla ya ukoloni uh -huh, Kwa hiyo uh, katika kipindi kijacho tutazungumzia uh, jambo jingine. Kwa hiyo hii uh, ilikuwa ni sehemu ya pili ya somo fupi historia ya mwingiliano wa jamii za Kiafrika kabla ya ukoloni. Basi, baada ya kusema haya, niseme tu kwamba eh, niwashukuruni sana na niwatakieni wakati mwema, niwatakieni uh, utafutaji wa maarifa zaidi, utafutaji mwema wa maarifa zaidi, lakini pia ujifunzaji mwema, na baada ya hapo niseme